Kwa kwanza ambalo mtu unatakiwa kulifanya ili uweze kufake location kwambapo, huku unaonekana uko mahali pengine, utatakiwa kuwa na file la fake GPS. Sasa ili ulipate file la fake GPS itabidi uingie Play Store au Google Play Store. Utaingia hapo; utakuja sehemu yako ya kusearch hapa juu. Utasearch neno fake GPS. Fake GPS kama hivi unavyoona kwa mimi nimeshakuja na unaibonyeza. Ukishaibonyeza muonekano wa file yetu utaonekana kama hivi. Kwa mimi tayari nilisha download, kwa hiyo ndio maana unaona hapa nimeandikwa open. Baada ya install, kwa nitaibonyeza hapa, nitasubiria ifunguke. Hapo kisha funguka, itakuja kama hivi hasa. Kisha kuja kama hivyo, uta utabonyeza hapa, not now, sio kwa sasa. Ukishabonyeza hapo utakuja sehemu ya kusachu kujuu, katika vidoti vitatu. <coughs> Sehemu ambayo wewe unataka uonekane uli upo. Kwa hiyo utaandika kwa mfano kama mimi hapa nitaandika labda Egypt, Egypt utaandika Egypt, nitabonyeza hapo hiyo bado unaona hapo, kama hivyo unavyo search hapo, ita search, utaiacha na search hapo. E, sisi tutatoka hapo, tutaenda sehemu ya Google Mapu. Google Map, tunaenda kwenye Google Map utaibonyeza Google Map, na ukishaibonyeza Google Map yako ya utaisubiria ifunguke. Una search lakini sio kwamba ndio ushabadilisha location bado. Kama unavuona hapa location yetu bado inasoma tuko hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kutoka hapa kwenye Google Map yako na kwenda setting. E, unaingia setting kwenye simu yako. Unaingia setting kwenye simu yako hapo. Ukishaingia setting kwenye simu yako unaenda, e, una una moja kwa moja mpaka sehemu iliyoandikwa system sehemu iliyoandikwa system. Ukishaenda sehemu iliyoandikwa system hapo, unaenda sehemu iliyoandikwa developer option e, eh, lakini ni kwa wale watu ambao wanatumia simu hizi mfano Infinix na simu nyinginezo, ila kwa tablet ipo developer option sehemu, utaiangalia kwa makini zaidi, maana kupatikana ni shida kidogo tofauti na mfumo huu, kwa sababu mifumo inatofautiana. Kwa hiyo ukishakuja hapa developer option utatafuta sehemu ambayo iliyoandikwa mock location. Unaitafuta sehemu iliyoandikwa mock location. Utaisaka hapo sehemu iliyoandikwa mock location. Utaangalia hapo. Sehemu iliyoandikwa mock location. Eh, mock location huko mbali sana huko. Utapanda, mock location apa, select mock location apa. Utakuja hapa na kama navyoiona GPS yetu, utaibonyeza hapo. Mpaka hapo utakuwa umesha select Mock location. Kwao utatoka, utakuja kwenye Google map yako. Hapo bado sio kwamba ndo utakuwa umemaliza, utakuja kwenye Google map yako ukiangalia. Okay, Google map yako bado unasoma uko hapa hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unatoka hapo unaenda kwenye ile fake GPS yako, utaingia kwenye ile fake GPS yako. Ukishaingia kwenye fake GPS yako hapo, eh unaingia kwenye fake GPS yako hiyo kesubiria, okay, Ukifanya kitu muhimu ni kubonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo, utabonyeza hivi. Ukishabonyeza hivi hapo inaonesha kabisa kwamba ni tayari location kama unavyoona una hapo ishabadilika ta hiyo. Unavyoona hapo mambo kabisa hapo tofauti na huko kwetu sisi, kwa hiyo unachofanya unaenda katika Google Map yako. Utaingia kwenye Google Map yako kama unavyoona ukiingia kwenye Google Map tayari mambo yameshabadilika. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa tayari umeshafanikiwa ku fake location na hilo ndio jambo ambalo loandalieni kwa leo. Usisahau kusubscribe tenzi mtazamaji.